Sasa kama we ni mwanamke, hii video haikuhusu, pita tu, ila kama we ni mwanaume njoo hapa tusemezane. Sasa katika kipindi ambacho mwanamke wako atakuwa anakuhitaji kuliko vipindi vyote ambavyo amewako kuhitaji ni kipindi ambacho anakuwa anapitia hali hii hapa hii. Sasa ni vitu gani kama mwanaume unatakiwa kuvifanya katika kipindi kama hichi unapotarajia kuweza kupata mtoto wako, mtoto wenu. Sasa kitu cha kwanza kama mwanaume unatakiwa ali kama mwenzi wake namba moja kuhakikisha kwamba hapati madhara ya aina yoyote yale. Kitu kingine wewe kama mwanaume unatakiwa uwe pale kuweza kweza kumsupport, uh, kum kwa sababu kipindi nichi ah, uwa wanakuwa na ile hali ya kupoteza kujia, wanakuwa na wasiwasi wasi. Sasa uwe kuhakikisha kwamba una mkari kwa mwaminisha kwamba, lakini kitu cha tatu uwe unatakiwa uwe pale kama mtu ambaye unaweza kumsaidia kufanya mazoezi, kwa sababu kipindi kama hicho wanatakiwa wanafanya mazoezi ya kutembea, ya kufanya nini. Sasa uwe pale uh, kuweza kumsaidia kufanya hayo mazoezi, unapata ile hali ya kujiamini na kupitia hayo mweza kupata mtoto wenu salama kabisa.